Bismillahi rahmani rahim. Mbele yenu ni waziri wa education Mombasa County kwa jina Dr Mbwarali Kame. Leo kwanza nafurahi kutembelewa na watu au organization ya Halal eh, charitable organization, ikiwa nimetembelewa hapa asubuhi kuja kushauriana na wao mambo tofauti tofauti yanaohusiana na kusaidia watu wetu wa Mombasa County na wasiokuwa wa Mombasa County. Organization kama hii ambayo kwamba nimefuatilia registration zake tarehe yake katika kuanzishwa, nimeona inafanya activity nyingi sana ambazo kwamba zinahusiana na mambo ya humanity katika kuwasaidia hawa wanadamu. Miongoni mwa mambo kama hawa, nimeona wana mambo ya kusaidia orphans, wana mambo ya kusaidia school fees, wana mambo ya kusaidia eh, charitable work like eh, kuchimba visima. Nimeona baadhi ya taharuki zao kwa sasa hivi. Katika organization kama hii wameanza kufungua TV ambayo kwamba inajulikana kama Halaal Charity ch TV. Mimi nasema kama waziri wa education, walioko ulimwengu wali mzima ambao kwamba wanaona video kama hizi, activity kama hizi ambao kwamba zinafanywa na organization kama hizi zinastahiki kusaidiwa ili wao wasaidie wengine. Tuwashukuru wale waanzilishi wa charitable organization kama hii. Nikiwa mimi kama member, naipatia recommendation kubwa kwamba kazi wanaofanya ni kazi muhimu sana. Ramadhani ndio hii, kwa sasa hivi inakuja, wengi wanataka charity kama hizi na ni wengi wanatafuta mahali ambapo kwamba wataweza kuweka zile zaka zao na misaada zao katika kuwasaidia wale orphan na kuwasaidia wale vulnerable people. Nasema mimi kama waziri wa education katika jiji letu hii au county yetu hii ya Mombasa, ni organization ambayo kwamba ina all requirement na ina all recommendation kutoka upande wangu, na yastahiki watu kuiamini na kupea misaada ambayo kwamba inastahiki ambayo kwamba niko na imani itaenda katika wale ambao wanastahiki.